Tanzania. This is ah. Ah. Okay. So, please, can I help with this one? Ah. Ni majira ya saa mbili na nusu siku na hapa ni moja kwa moja kutoka katika kiwanja hiki cha kimataifa cha ndege cha Kilimanjaro ali maarufu KIA. KIA imeendelea kufunguka, KIA ipo tayari na KIA ipo bize na KIA imechangamka kweli kweli. Kiongozi, habari ya jioni. Habari uh, za jioni njema Hali ni nzuri uh, mbele yetu ni ndege ya Eldeways ama Swiss Air eh, ambayo inatua kwenye kiwanja cha Kilimanjaro kutokea Swiss, na kama unavyoona wageni wa kimataifa wameendelea kuwasili katika kiwanja hichi, kama alivyokueleza awali kwamba hali ya kiwanja ni salama, na tunaendelea kupokea wageni wa kimataifa na tunaendelea tuna, kutarajia mashirika mengi ya kimataifa kuendelea kwenda kwenye mwendo mzuri. Utayari wenu ukoje kupokea wageni hawa? Utayari wetu uko vizuri sana kama nilivyosema ukanda huu ni wa kitalii zaidi tutaendelea kuwahudumia vizuri kwa kuzingatia miongozo yote ya, ya kiserikali kwa maana usalama na huduma bora. I'm so happy we planned this trip since the beginning of the year and fortunately it happened. Yeah, hello friends in Germany Um, it's very fu fun here to be in Tanzania and I wish you all could come also, but after we have left <laughs> <Okay>. <laughs> Now make it in German. Ja, hallo, uh, viele Grüße nach Deutschland. Wir sind froh dass wir angekommen sind, dass wir hier sind im schönen Tansania. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle kommt, aber erst wenn wir weg sind. Hakuna jambo lolote ambalo tunaweza tukafanikiwa bila kuwa na amani nchini. Amani ndio mtaji wa kila kitu. Tukitaka kupiga hatua maendeleo nchini mwetu ni lazima tudumishe amani kwa sababu tumeona nchi nyingi ambazo ambazo zimedumbukia kwenye matatizo ambazo hazina amani, hakuna watalii ambao wanatembelea zile. Hii ni Kadoshi TV, always on time.